Miana huyu ni nani? aasiawajeanacheza w nani huyo? ni mnyama gani? tutaje wote, mnyama gani? Kondoo. Haya, tafuta kondoo mwingine. Amepata, mpigeni makofi. Cheza tena, cheza tena, cheza. Mnyama gani huyo? Taja kwa sauti. Eh, natafuta ngombe mwingine. Kakosa huyo. Alifunua pili, anaitwa nani huyo wa pili ni nani? <coughs> tebayafunua funika, umekosa. Cheza wewe, cheza wewe uh-huh. Nani, mnyama gani huyo? Kutaje wote <muchilu> ay, tafuta nguruwe wa pili. Tafuta nguruwe wa pili funua, usichungulie. Huyo ni nani? kono kono, umekosa. Funika, acheza mwingine, acheza wewe. Jamani hii. <muchilu> <muchilu> Watu wazuri wamejipanga, eh, mko vizuri. Nianzie wapi sijui, kwenye kwenye hisabati, sayansi na tam. Tuanzie kwenye tam. Ehe, hebu nicheze kompyuta hapo nione. Wewe wewe, ehe, ehe, ehe, unaweza kukuza picha na kushusha. Ah, watoto mko vizuri. Na nyie kwenye mizani, umeweka mizani wake huku na huku uf. Wapo, kuna mzigo mkubwa wewe, kwa hiyo mzigo mkubwa umeinua mzigo mdogo. Kuna uzito mkubwa, kuna mzigo mkubwa. Mzigo mkubwa umeinua mzigo mdogo umeenda jivinajuananin wenye sauti auta eh

moja hapo, pia hesabu ana hesabu kwenye kimoja mojabili, kwa hiyo nane na hii tisa na hii kumi, sivyo? kwayeapo mpata kumi, wewe unabidi upange na vyenyewe upate kumi.

we umechora nini? Nyani, we yani. Umechora nini jamani? yani. Samaki. na we umechora nini? Nyumba, jamani. Watu mko vizuri, tujipigia makofi. Awali tunafanyaje? Tunaweza hey. Hey, hey. Na umepanga irabu aya, naomba nisomee hapa, karibu. Soma hapa irabu. Hey, hapa. Hey, hii hapa. Na wewe hey, nisomee, mbona umegeuza? i ravu gani? ii rau gani? rau gai? rau a i ravu gani? saijivijani makofi kwenye vibao fumbo. We umeunganisha nini? hili tunda gani? Nyanya. Na wewe tunda gani? Karoti. We umeunganisha mnyama gani? Bata. Weye vibao fumbo tu jifunza tena kuunganisha nyambata, jamani, safi kabisa, ajipigie makofi mm -hmm. Na wewe hii na mgeri hii hapa, hii hii na nini, ila kofia ikae kofia. Onyesha kofia juu

Saba. Yewe nisomee huyu nani. Usile hii kitambulisho. Huyu nani anafanyaje? Anafagia. Na hapa anafanyaje? anarusha andala. Ehe, na hapa anafanyaje? anamwangalia nani, nyau. Anafanyaje? anakula nyoka. Na hapa akina nani huyu nani? Baba. Na huyu? Na huyu wanafanyaje? wanaua nyoka. Jamani sozujipigieni makofi.